Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku vyombo vya habari vya nchi hiyo kuripoti shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila na kutumia maojiano na wanachama wa chama chake. Hayo yanajiri baada ya Kabila kurejea DRC mwezi uliopita huku kukiwa na mvutano mkali kati yake na serikali ya mrithi wake Rais Felix Tshisekedi. Mamlaka zinashinikiza Kabila afikishwe mahakamani kwa tuhuma za uhaini na uhusiano na waasi wa M23 ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la DRC, madai ambayo Kabila ameyakanusha hapo awali. Mkuu wa mamlaka ya kudhibiti vyombo vya habari nchini DRC Christian Bosembe amesema kukiuka sheria hizo kunaweza kusababisha mtangazaji huyo kusimamishwa kazi. Msemaji wa M23 amejibu tangazo la bodi ya usimamizi wa vyombo vya habari nchini DRC CSAC Council De the communication akisema kuwa vyombo vya habari katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 avitatii. Hii ni habari kutoka huko nchini DRC, ama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Serikali imepiga marufuku vyombo vya habari vya nchi hiyo kuripoti shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila na kutumia mahojiano na wanachama wa chama hicho kwa madai kwamba Joseph Kabila ana mahusiano na waasi wa kundi la M23 ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la DRC, madai ambayo Joseph Kabila ameakanusha. Hii ni Nyikani TV na langu jina Gordon Kalurunga Mwaipungu. Karibu kwa maoni yako.